Kwa niaba ya askari napenda kutoa shukurani kwa mheshimiwa rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na milijeshi mkuu kwa maono yake ya kutuwezesha kupata nishati safi ambapo leo hii a, watu wa Rea wamefika gereza kuu Arusha kuja kutekeleza maelekezo hayo ya kutupatia nishati safi kwa maana ya mtungi wa gesi wa kilo kumi na tano lakini na jiko lenye pleti mbili. Guru rais wetu Mama Samia kwa kauli mbiu yake ya nishati safi na leo tarehe ishirini na tano mwezi wa sita Rea wamekuja kusimamia ugawaji wa gesi ambayo ni nishati safi. Nikiwa kama mwanamke, kwa niaba ya maafisa na askari wa kike, nashukuru sana kupata majiko ya gesi ili tuondokane na nishati chafu ambazo tulikuwa tunatumia. Kwa sasa hivi tutatumia nishati safi ambazo ni gesi ambayo tumegawiwa. Kwa niaba ya rais ambapo watu wa REA wamekuja kutugaia gesi hizo, tunashukuru sana kwa msaada huu ambao umetolewa hapa. Kwa nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan e, kwa kutuwezesha jeshi la magereza kutumia nishati safi e, kipindi cha nyuma ilishazoeleka kwamba sisi tulikuwa ni waharibifu wa mazingira kwa kuwa tulikuwa ni watumiaji wakubwa wa, wa kuni E, na, na, na, na ukataji sana wa, wa, wa miti kitu ambacho kilikuwa kinaharibu mazingira, lakini kwa utaratibu wa sasa hivi wa mama rais e, wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzisha programu hii ya matumizi ya nishati safi, kwa kweli ametuletea maendeleo makubwa katika jeshi la magereza na kwa kweli tunamshukuru sana e, tangia kipindi cha nyuma kidogo tumeshaacha sasa matumizi ya mkaa na sasa hivi tunatumia gesi na kwenye vituo vyetu vya magereza mkoa wa Arusha, kwa mfano gereza kuu Arusha, e, gereza Mangola, gereza Loliondo pamoja na gereza Karatu. Kwa hiyo matumizi ya kuni wa sasa yamekwisha na suala zima la uharibifu wa mazingira sasa limekwisha. E, pia tunawashukuru REA e, kwa juhudi zao za kutufikishia mitungi ya gesi hapa katika mkoa wetu wa Arusha. Tunawashukuru sana na sisi kama viongozi wa mkoa tunaahidi kushirikiana bega kwa bega na nia thabiti ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika matumizi ya nishati safi na kuacha matumizi ya nishati chafu. E, hata sasa hivi ukiingia ndani ya gereza Arusha utaona moja kumoja, kwa moja kwamba kuni hazitumiki tena wala mkaa ule wa mkaa wa kuni hakuna tena. Sasa hivi tunatumia gesi e, ule mkaa ambao unatokana na matirio mbalimbali ambayo si kuni, tunatumia pamoja na makaa ya mawe. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali na tunaomba jambo hili liwe endelevu, na sisi kama jeshi la magereza mkoa wa Arusha tutashirikiana kweli kweli na serikali kuhakikisha kwamba azima hii ya Mheshimiwa Rais tunaisimamia vizuri na tunaitekeleza kwa vitendo. Tunashukuru sana serikali, tunaomba e, tu, tu, tu, tu, serikali iendelee kuwa pamoja na jeshi la magereza katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata huduma ya gesi pamoja na makaa ya mawe ili tuachane kabisa na matumizi ya kuni kama tulivyoachana hivi sasa. Hii mitungi ambayo mwenyekiti leo atawakabidhi na mkuu wetu wa, wa jeshi kwa mkoa wa Arusha wa, wa, wa, wa, wa, wa pamoja na mkuu wa gereza, sisi twende tukawe mabalozi wazuri sana. Mimi ninawaambia kama umundani kuna mama